Yeah yeah yeah, what's up it's another day, another dong, another time. My name is producer Black Chac from African Sound Tanzania. Yeah, we we go, tunaendelea na tutorial kama kali, kama kawaida ilivyopangwa bana. Sikia, leo nimekuja na tutorial mpya ya nyimbo ambayo ishafanyika muda kidogo, alifanya msanii anaitwa Jolie, nyimbo inaitwa Haimanishi. Haimanishi, Sihangaikeni nawe kwenye akili yangu. Nadhani unaifahamu na tutaisikia na nimerudia biti hii kwa maana ya kujifunza kitu gani kimefanyika. Ni kitu ambacho simple lakini ni mziki fulani ambao ufanya tukapata raha sana ya, yeah. Tusikilize audio yenyewe ilikuwa vipi? oh, oh, oh, oh, oh. Hata niulize ulikuwa wapi? Jibu lako kubwa ni ubize na washikaji, mimi mapenzi najaribu kukosifu. yeah. Nimeamua niache makelele magazi, kukae unilewe kwamba mimi ndo yule Again ndo nasema kwamba bana, shukrani sana kwa producer Ringtone, alichokifanya ni kitu kikubwa sana tunakiheshimu. Kama producer wetu ambaye ni producer, produce kazi kubwa sana ambazo zimeongeza progressive kwenye industry ya Bongo, lakini pia tunakuja leo hii kujifunza hii tutorial, kwa maana ya kwamba sio kwa ajili ya kuweza kumpinga, lakini nataka tuone alifanya nini katika hii kazi. Ni vitu ambavyo producer wewe wewe kama wewe unaweza kujifunza, lakini pia kama ni mshabiki unaweza kuendelea kutufuatilia na kuendelea kusubscribe channel yetu, kushare kulike na comment, lakini zaidi na zaidi kutuambia ni biti gani unaifeel ili tuirudie kuifanya. Unakitaka kitu gani tukifanya katika hiyo biti, ili tuonyeshe ubora wetu na sisi zaidi kuliko alichokifanya maproducer hao. E bwana, tulianza na kitu kimoja, kama unavyosikiza nyimbo ilikuwa ni design kama hii hapo, ulipokuwa umesikiliza yasau au nje inatembea ina, ina na kujirudia. Bezi yetu ni hii hapa naimba unaweza kairudia na ukafanya kitu kizuri. Baada ya hapo, alifanya kiki na snare, aliongeza snare ambayo ni rim, ambayo ilikuwa ina, inaimba design kama hii hapa, yeah, ni ya kawaida tu, ni misiri za bongo fleva zilivyo. Ndio maana nikasema Linton alifanya vitu fulani ambazo ni simple sana, lakini kutengeneza uh, Tanzanian melody vitu kama hivyo.

Nataka kutuliza mziki ili isikike. Voko aliweka ile base yetu ambayo ni midi base, ili kana kwamba asikike, mtu mwimbaji asikike, kitu gani kinachoimbika, kinachoimbika Kitu kingine ambacho alichokifanya ni rims za kushtua, ambazo ni kama roig, alishtua sehemu ambazo kuonyesha ishara inabadilika, msanii pia anabadilika kwenye melody. Ah, tukiangalia alichokifanya ringtone hapa, kitu kama hicho. Poloni zetu ambazo sisi tukatengeneza, ilikuwa ni design kama hii hapa, lazima ya ringtone, msikie kitu kama hicho, lakini hakikutosha kijaziwe na kitu okiunganisha na muziki wetu. Tim

anaitwa producer Black Chac from African Sound Tanzania. Again and again na kuhitaji uendelee kusubscribe channel yangu, uendelee kushare, kulike na comment ili tuendelee kupata tutorial zaidi kuhusiana na maproducer, kuhusiana na nyimbo zilizofanyika, jinsi gani zilifanyika. Lakini zaidi na zaidi comment hapo niambie unahitaji turudie nyimbo gani. Turudie ambayo ina ugumu sana. Kuna kitu fulani ulikipenda ndani ya hiyo hiyo beat, turudie tutakuonyesha. Ukitaka pia turudie voko ta kuonyesha jinsi gani lilifanyika hiyovo. Sharlots Chao.